Kwa nini miaka hivi karibuni Yanga ameonekana kama vile anamuonea Simba kwenye ingo zote, hasa za usajili? Yani kuna nyakati kama masaramasara hivi, Yanga anaweza kusema huyu mimi namtaka kutokea Simba, anakwenda anamchomoa. Unajua namchomoaja, maisha yalivyo shida ajifichi na raha ajifichi. Unajua Simba pia wakati wako vizuri, Yanga anayumba yumba ajicha ktoke ambw alivyo mchezaji ana ana ndoto. Ukiacha pesa, pia kuna vitu vinamvutia mchezaji. Mtu anapenda aende sehemu mche, mavazi anavyovaa, anavyoshuka, winning team anavyoshinda eh, mashabiki wanavyosupport yeah. Viongozi ukiangalia hiyo hali nakuta Simba sasa hivi, yaani, na na hii ndo taabu ndio maana unakuta Wana, wana, wana struggle sana kama wasipokubali hicho kitu. Kuna kati ile ya kufanikiwa lazima ukubali kama mimi nina shida au mimi nina tatizo. Yanga mpaka kufika hapa walikubali madhaifu yao. Kwamba sisi bwana tuna hali mbaya, sasa aje tajiri aichukue timu. Yes. Sababu waliona kwa wenzao Simba. Kabisa. Tajiri kaja wakajifu, wakajifunza kwa wenzao. Wetu Simba imekuwa bora. Kwa nini bora? Wamechua quality player. Yanga nao wakapambana. Okay. Ila katika mazuri ya wenzao kagundua kuna madhaifu pia, awe madhaifu ndo akafanyia kazi. Kwanini walikubali kwa chini. Sasa Simba Sports Club nao anatakiwa akubali kwa chini, kwamba Yanga sasa hivi wamejipanga wako vizuri, sisi tuchinani na Yanga sasa hivi. Kwanza tujitengeneze kama, kama uongozi kwanza. Hujua kwa uongozi unapokuwa imara, ni rahisi pia kumshawishi mchezaji asiweze kuondoka ni rahisi pia kumchukua mchezaji yani, hata kama nagombania ni rahisi kumchukua kabisa, kwa sababu Yanga mikakati yao yawekwa, usajili anafanya mtu mmoja tu. Yani anapiga simu mtu mmoja, bwana mimi mimi nifanye fanya sana, anapiga sana, mimi ni fulani, ni rais wa club fulani, labda anakuhitaji. Na akisema ninapokuhitaji ule bwana, akisema masuala yake anataka yeye, ule bwana ataongea na yeye, yeye yeye kama yeye amwambie sisi tu, nitakupigia. Kwa hiyo wanaelewana hapo hapo biashara itakiwa ifanyike ifanyike saa saba kamili itafanyika hapo saa saba kamili mpaka inamalizika ni hapo hapo. Okay. Kwa upande wa pili huku, apiji simu mtu mmoja atapiga kwa mimi <imitra> si, si, si, yeah. Simu na watu wanne <imitra> <wote wanataka simu moja> <imitra> <Chanzuri. imitra> na anaposema sasa yake an nitakurudia sio na vizuri, yani shida sio fedha, yani Simba fikiri labda kwa fedha na Yanga au yeye kwenye fedha, shida ni mkakati, wanashindwa kwenda na muda Hebu mchezaji anapotakiwa, hata wawa, tunaona na vilabu vingi, dakika kumi ni nyingi sana mtu yeah, kupindua meza. Tumeona hizi William, William alipatana William na Spurs, kila kitu, William anatua London, lengo aende Spurs, okay, kufika London ndo Chelsea wamepindua meza pale pale, dakika zile zile tu chache tu. Upande upi maslahi ya mchezaji yamwongezeka? yeah. ya Bwana hawa spazi na timu yangu wanataka, kwa usajili ni jambo la haraka na ninahitaji maamuzi ya haraka, alihitaji kudelay nyanga kwa bara konte waliwaini Simba sio kwa sababu fedha, Simba ilikuwa inaweza kutoa ile ambayo alitoa yanga, isipokuwa nyakati za Yanga zilikuwa sahihi, zi za Simba zilichelewa. Ndio anayekwambia mtu mmoja, mchaji mmoja anapiga simu na si mimi mwenye kitu nani, si mimi rais wa nani, si mimi nani, si mimi nani, wanne na wanne wote wakipiga simu ile kwa maslahi yake, kwanza kwanza nao wakata simu wamtafute kwanza, anayetoa hela takao huyo, boss ana mudi gani? Simba amekuja hapa, Simba amekuja amenyekea dola laki mbili aoaiaiue d pie simuz smu alituma ofa alionyesha interest na akuitaji kwenye timu yangu. Mimi ni rais ana mtu mpaka rais ananifuata eh, anampiga simu, anaongea na GSM, bwana vipi? Yaani simu zina yaani sio yeye kwamba mtu ale sio tajiri, yaani sio kiongozi anaogopa kuonesha na tajiri, yeah, kwamba anaweza ukasema anachokitaka tajiri akajua anataka nini. Yes, haufiki kiongozi anaongea na tajiri, mnaelewana bwana, hakuna shida bwana. Yaani haufiki ana uoga wote, yeah ja nzuri, mpaka anatuma ile offer kwa offer anatuma bwana kwa hiyo ni mikakati tu, napozidiwa sio pesa, mikakati hii inatakiwa wajitengeneze, wajipange Zanzibari. yeah. Yes, ya squad yao hicho tunasema ndio ime umekosa kusajili lakini, hao watu wanaongezea, wanaona kabisa, inakuwa sababu gani? Mikakati kila kitu brother, ni management kabisa

umekuja hapa nimechelewa lakini kwa heshima uliyokuwa nayo kwangu, mimi umenifanyia subira hapa. mm. sio nzuri, yes. ndio maana unavyosikia mkakati. yani, siondoki mpaka jambo langu nifanyaje? mm, yeah. kwa nini TV yako sio nzuri? kwa nini usipate viewers kwenye YouTube? mm. lazima. ndio mkakati. ndipo Simba unapofeli hapo. uh. hatari mbovu zuri hapo. yes. kwa kila siku watapigwa bao. hata mfano wao wamesema tatu mm. kadi za wanachama tarengali <laughs> bora kama una si wanangi eh, bado mipango, yani nisikie sasa, usiseme jambo mm. ambalo huna uhakika nalo mm. au huna uwezo nalo eh. Sasa hivi nyakati zimebadilika, unajua watu watakupa thamani kwa vitu vidogo tu, very sure. Unajua, unaposikia klabu ya mpira ai ani ashabiki na watoto wadogo yeah, kuna watu wa mpira chini, maprofesa, watu wa mpira yao, sijui kuna wasomi huko ndani watu wana akili zao timamu yeah. Kwao unapoongezwa na noti maneno yako kwao, ana sheria anapenda Simba kila yeah. aina tunajua. Yeye kuna siku moja, nikupe siri, kiongozi mmoja tajiri moja, moja, mmoja wa klabu kubwa hapa aliandikiwa barua na ka, na taasisi moja kubwa katika nchi hii e, taasisi na na, na, na masuala haya, mtu akiwa anafanya simu mbona sema yeye si nini, wakati anaogopa kutaja, kaandika barua kama anahitajika aje ofisini Shemzuli eh? Tasisi kubwa ni. Yes. Yani ipo kwenye mamlaka kwenye nchi, lakini kwa vitu vingine vya kisheria kuvisema tunaviogopa. Yani changamoto changamoto. Basi yule kiongozi alitetemeka, kwanza utajiri tajiri yule katetemeka, timu kubwa katetemeka, na mama yangu wananiita, kuna nini? Yani leo kambia, naingia chooni sababu tasisi ni kubwa, kwa sababu sisi bado, ukiitwa na ukiambia leo ndio ukiitwa maki wewe yeah. Yes. Okay. Hey. Hey. Hmm. Si mfanya biashara tena, una changamoto zako kwenye biashara okay. Ndio kwa ujiwe atetemeka wewe hey. Tajiri kafunga safari siku hiyo, anaingia mpaka ofisini, anakaa kwenye kiti pale, unajua kaambiwaje? Tajiri mimi naipenda Yanga <laughs> mimi naipenda <laughs> mimi naipenda Yanga, mjinga wote hmm. anataka kukuta kwenye leo niambie tumshukie <laughs> <Asa jizikini? laughs> ndio taasisi kubwa na eh, huyo ndio bosi, kamwandikia barua kaogopa, achamba lazima wajipange, ja asiende kioyaoya wala tu, lazima usiende ki professional mpia shama huko, pia ukiangalia au PSG na wana yeye PSG. Yeah. Waliamini kwenye kumchukua Messi, Mbappe na nani ndio atapata Champions League. Walihangaika huko lakini baada ya kufuata mikakati ninavyotaka. Yeah. Sporting Director, mifumo ya kimpira. Yeah. Tufanye mbinu gani? Wamechukua Champions League brother. Msimu uliopita umekuwa team tishio PSG. Leo hii ukisikia PSG uende hapo kwa mwanzo kabisa. Walifuata mikakati. Kwa hiyo hata sasa hivi mpira sasa hivi hawahitaji oya oya. Yeah. Kiti kimoja kinakaliwa na watu, unakunywa ila maisha anatoka kwa maana yake nini? Wao wanaamini kwamba wao wanaona kama sisi tunafaa. Hapana, sasa hivi wakati wenzao ndio wanajipanga na wani, wenzao ndio wanasoma kwa madhaifu yale

Kabisa, unajua kwa nini? Ndio haya nimekwambia mentality, mikakati hii, jambo limejengwa na uongozi wa Yanga yeah. Kwa akijua GSM akwambia Yanga, Yanga bingwa mechi ya tatu. Kwa hiyo ya anasema Yanga bingwa toka mwaka jana na Simba ndio anaongoza ligi, yeye anasema Yanga, Yanga bingwa. Mmefahamu vizuri na kupata uzuri, lakini huku kuja kwa wengine huku, wakiuliza viongozi, utasikia mtu mimi sio nimewekeza nini huu utasikia bana waende zao huko huu mm. Siwakapande ukuta yani mm. Kila mtu na majibu yake, nakwenda sio vizuri jambo lolote brother. Kwanza hii ndio imara yes. Ni uongozi wanatakiwa ndio waimarishe kujenga mm. nguvu kwa wachezaji mashabiki yeah. kuwa strong, la sivyo kila siku mtu atafuta mchawi na mtu mpata mchawi mm.